umuhimu wa kutengeneza hesabu za biashara, kwa sababu unapotengeneza hesabu za biashara inakuwa rahisi kwako kufahamu kama biashara inapata faida au inapata hasara, kama madeni yanaongezeka au yanapungua, kama mtaji, thamani ya mtaji inaongezeka au yanapungua na kadhalika. Sasa usipotengeneza hesabu za biashara, huwezi kufahamu hayo mambo. Kwa hiyo nimeona nitakuwa nachukua na, na, na napanga siku maalumu ya kuzungumzia jinsi ya kutengeneza hesabu za biashara, na leo nitazungumzia jinsi ya kutengeneza hesabu za mauzo ya biashara, na hasa hasa kwa kutumia daftari. Unajua, kuna wadau wamekuwa wananiambia, bwana, suala la kupata mhasibu inakuwa ni lina changamoto nyingi kwa sababu unajua kwenye kutengeneza hesabu kuna mambo mawili matatu ambayo unaweza ukafanya. Kwanza unaweza ukaajiri mwasibu kama una uwezo wa kifedha, unaajiri mwasibu yeye atakutengeneza hesabu. Namba mbili ni kuwa unaamua kununua accounting package ambayo sasa hiyo inakusaidia wewe kutengeneza hesabu e, una unasomea tu mambo mawili matatu basi. Hapa, ukibonyeza hapa unaingiza hesabu, ukibonyeza hapa, ukibonyeza hapa unajumuisha na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ile accounting package unaweza ukaitumia wewe mwenyewe kutengeneza hesabu za biashara. Na namba tatu sasa ni kutumia business consultant e, yaani, una umwajiri mtu moja kwa moja, ila unampa kazi ya kutengenezea hesabu zako, alafu unampa, unamlipa inakuwa m lakini nyingine ni wewe mwenyewe unatengeneza hesabu kwa kutumia sasa vitabu au mimi nasema madaftari, na ndio nitakachoongelea leo. Kwa hiyo leo nitaongelea jinsi ya kutengeneza hesabu za mauzo kwa kutumia daftari. Sasa kitu gani kinafanyika? Kwanza unahitaji madaftari, madaftari kama matatu hivi. Daftari la kwanza utakuwa unaandika hesabu za mauzo za siku. Daftari la pili utakuwa unaandika hesabu za mauzo ya wiki, na daftari la tatu utakuwa unaandika hesabu za mauzo ya mwezi. Kwa hiyo unatakiwa ununue vitabu vitatu au madaftari matatu. Sasa ukishanunua, kinachofuata ni kama ifuatavyo. Kwanza unachukua daftari lile ukurasa wa daftari. Najua madaftari mengi yana ya ya mistari ambayo inatoka kushoto hadi kulia, yaani kwa Kiingereza sema ni, ni row <coughs> lakini eh, kwa kuwa unatengeneza hesabu, utakuwa na mistari iliyokwenda iliyolala, na mistari iliyonyoka iliyokwenda juu. Kwa hiyo sasa, utaligawanya hilo daftari katika mistari, utaongezea mistari inayotoka juu mpaka chini na sasa hapo utapata mistari ya aina ifuatayo. Kwanza, mstari wa kwanza ambao unatoka juu mpaka chini au column wanaea kwa Kiingereza, utaweka namba ya receipt. Namba ya receipt sasa, aidha nunua receipt kutoka kwenye duka la stationery, au hata kama una receipt za kununua unaweza tu ukaweka receipt za kimaandishi. Kwa maana kwa kitu unachouza cha kwanza unaandika namba moja, kwa ni risiti namba moja. Cha pili utakachouza hiyo siku unaandika namba mbili, namba tatu, unaendelea mpaka mwisho wa siku. Kwa hiyo kama siku umeuza vitu kama mia moja, ina maana kitu cha mwisho au bidhaa ya mwisho ambayo utakuwa umeuza itakuwa risiti namba yake ni mia moja. Kwa hiyo hiyo namba ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili utaweka kola ambayo utakuwa unaandika tarehe. Sasa kama tarehe tuseme ni ya tarehe kumi, kwa maana kuwa hiyo e, ripoti ya tarehe kumi. Kwa siku moja, vitu vyote vitakavyoingia hapo ni vya tarehe kumi. Kwa hiyo utakuwa unaandika tarehe kumi, tarehe kolamu kumi, kumi. Ya tatu utaingiza uta utaandika, e, ile bidhaa ambayo imeuzwa. Kwa hiyo kama umeuza kwa mfano mchele, unaandika mchele. Kolamu inayofuatia unapanga unaandika bei. Kwa hiyo kama mchele umenunua umeuza kwa shilingi 2500, sasa pale utaandika 2500 kila kila kilo. Na inaofuatia utaandika kipimo unachotumia kwa hiyo, kwa mfano hapa ni kilo, na mwisho kabisa ni fedha iliyopokelewa. Sasa fedha iliyopokelewa mara nyingi itakuwa ni kilo zilizouzwa pamoja na bei ya kilo moja sasa ukizidisha hapa ndiyo unapata kule mwisho e, mchele uliouzwa kwa hiyo kama umeuza kilo mbili na kilo, kilo, kilo ni shilingi elfu mbili mia tano kwa hiyo kilo mbili kule mwisho utaweka shilingi elfu tano ikiwa ni mchele umeuzwa kilo mbili kwa hiyo sasa hivyo ndio tunavyofanya na nitaonyesha mfano wa jinsi ya kutengeneza e, kuingiza hesabu za siku kwenye daftari kwa hiyo utafanya hivyo mpaka mwisho wa siku. Mwisho wa siku ndio unafunga hesabu. Kwa hiyo mwisho wa siku uta kwenye hiyo kwenye hicho kitabu chako itaonyesha umefanya mauzo ya shilingi ngapi. Kwa hiyo hiyo sasa ndio jinsi ya kutengeneza hesabu za mauzo ya siku, na mfano ni kama huo unaonekana kwenye, kwenye television au kwenye, kwenye picha. Sasa tujitayarishe kuangalia sehemu ya pili ambayo ni mauzo ya wiki. sasa tuangalie jinsi ambavyo utatengeneza hesabu za mauzo ya wiki sasa hili ni daftari la pili maana niliwaambia mtakuwa na madaftari matatu sasa kwenye hili daftari la la mauzo ya wiki kidogo litakuwa tofauti na lile la mauzo ya siku kwa sababu hapa sasa utakuwa na columns ambazo ziko tofauti na lile daftari la mauzo ya siku Kwenye daftari la mauzo ya wiki, kama nilivyosema kule kwenye mauzo ya siku, ni kwa kila siku, mwisho unapofunga hesabu utakuwa na na hesabu inayoonyesha ya mauzo yaliyofanyika kwa ile siku. Kwa hiyo utaonyesha pale e, kwenye hicho kitabu cha siku e, umeuza umeuza kwa mfano mchele kilo ngapi au shilingi ngapi ngapi, umeuza labda maharage shilingi ngapi, na vitu kama hivyo, kama ilivyoonekana kwenye mfano ambao mmeuona. Sasa kwa kuwa hapa sasa unaweka vitu kwa jumla, maana kwa wiki wiki inakuwa na siku saba. Kwa hiyo siku ya kwanza ya wiki ni Jumatatu. Kwa hiyo sasa Jumatatu utaweka mauzo ya siku ya Jumatatu ambayo yamefanyika kwenye kile kitabu cha mauzo ya siku. Kwa hiyo hapa sasa unachoingiza ni mauzo ya wiki hii au inayofuata, kwa maana kuwa wiki inakuwa na siku saba. Kwa hiyo utatengeneza kola zako zikiwa, kila kola mmoja ni ya wiki, kwa maana ya kuwa Jumatatu, Jumanne mpaka Jumapili na hivyo hivyo. Kwa kutumia kile kitabu cha mauzo ya siku utaingiza sasa e, mauzo yaliyofanyika e, kuonyesha kuwa kwa wiki sasa, u, u, wiki ya kwanza umeuza hivi lakini pia itakuja sasa wiki ya pili kwa kutumia kitabu kile kile cha mauzo ya siku unaonyesha mauzo yalikuwa hivi. Sasa kwa kawaida kwa mwezi kunakuwa na wiki nne, na saa ingine miezi ni mirefu inakuwa na wiki tano. Kwa hiyo sasa hapa e, kitabu chako kitakuwa na kolamu nne au tano, na kila kolamu mmoja inaonyesha mauzo ya wiki, na hiyo itapigwa hesabu mpaka ikimalizika wiki unakuwa sasa na jumla ya mauzo yanayofanyika kwa wiki, kama inavyoonekana kwenye mfano wa kwenye hiyo picha ambayo nimewawekea. Kwa sasa hapo unakuwa na mauzo ya wiki, na kwa hiyo sasa umeshapata mauzo ya siku, kinachofuatia ni mauzo ya wiki ambacho nimekuelezea, na mwisho ni mauzo ya mwezi ambayo nitakuelezea baada ya mapumziko mafupi. Sasa, kuhusu mauzo ya mwezi kwa kutumia daftari yatalingana kwa kiasi fulani na mauzo ya wiki, kwa sababu kutakuwa na columns. Lakini sasa kwenye columns ya mauzo sasa ya mwezi, ina maana kila wiki inakuwa na column moja. Kwa hiyo wiki ya kwanza ya mwezi inakuwa ni column moja, ambapo mauzo yake yanaonekana, ambayo haya sasa yanatokana na ile daftari la mauzo ya wiki. Wiki ya pili, wiki ya tatu, wiki ya nne na pengine hata wiki ya tano. Kwa sasa kwenye hesabu za mwezi kunakuwa na columns za kila wiki ambayo inaonyesha e, mauzo yamefanyika namna gani? Sasa kinachotokea ni kuwa una kitabu cha kwanza ambapo mauzo yake ya siku yanahamishiwa kwenye kitabu cha pili ambapo kina mauzo ya wiki. Sasa kila wiki ikimalizika, unahamisha unapeleka kwenye daftari la la, la, la pili ambayo sasa ni linaonyesha ni, ni kwa wiki, na baada ya hapo sasa e, tunakwenda kwenye kitabu cha tatu ambayo ni cha mwezi. Sasa kule kile inapomalizika ina wiki, unahamisha sasa mauzo ya wiki unapeka kwenye kitabu cha mauzo ya mwezi, na kwa hali hiyo utapata nao mauzo ya mwezi yatakavyokuwa. Na ili kuweza kufahamu vizuri, nitawaonyesha e, mfano wa mauzo ya mwezi. Kwa sasa, kwa njia hii au kwa utaratibu huu nilokueleza, unaweza kabisa kutengeneza hesabu kwa kutumia daftari. Na kama nilivyosema, unatumia madaftari matatu, na moja ni daftari ambayo ni mauzo ya siku, ya pili ni mauzo ya wiki, na tatu ni mauzo ya mwezi. Kwa hiyo angalau na wewe e, uweze kuwa na hesabu za mwezi za mauzo, kwa maana kwa kuna hesabu za wiki hesabu za hesabu za siku hesabu za wiki na hesabu za mwezi. Sasa kipindi kitakachofuatia, nitawaelezea jinsi ya kuingiza hesabu za matumizi ya biashara na pole pole tutakwenda mpaka tutaona tu, kidogo na sisi tutaanza kuona tumetengeneza hesabu zetu za biashara. Naomba muendelee kuangalia vipindi vyetu vya Tan Business Channel online television vinavyotangazwa kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, lakini kila siku inakuwa na kipindi tofauti. Kwa hiyo angalia na ratiba zetu, huwa tunazitangaza uweze kujua leo ni kipindi gani na, na mambo kama hayo. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza na kuniangalia mimi, ni Ali Mwambola, asanteni na karibu tena.